Jina, naitwa Hamisi Msele Mwali, ni wakala katika kituo cha Tibirinzi jimbo la Chake Chake. Mimi nilikuwa katika kituturi namba tano. Mheshimiwa, kwa masikitiko makubwa mimi niseme kwa masikitiko makubwa yaliyotukuta sisi mawakala au wananchi wa Zanzibar, yaliyotukuta katika uchaguzi huu, tulitii agizo lilotuletea mheshimiwa kwamba tarehe 28 tutulie na tuachie CCM wapige kura kwa utulivu kikawaida. Wanachama wa ACT Wazalendo ni wasikivu, ni wana uweledi wa hali ya juu, na wanatii amri za viongozi wao. Kinyume na hivyo mwenyekiti, nafikiria ingekuwa ni maafa mengine, lakini tulitulia, tukasikiliza agizo lako kutoka katika chama wakapiga kura zao kadiri walivyojaliwa wenyewe. Siku ya tarehe 29, mheshimiwa, mweshimiwa, tulifika vituoni mapema tukapewa vitambulisho vyetu kwa ajili ya uwakala. Mimi katika kituturi changu namba tano nilirekodi majina mpaka mtu wa 24, nikiwa na ushahidi kwamba kura 24 kwa zitangulia mwanzo zote katika jimbo la Tibirinzi, shehia ya Tibirinzi, hakuna hata kura moja ya CCM kuanzia jina namba moja mpaka namba ishirini na nne ishirini na tano mheshimiwa kwa sababu una ueledi na kwenye jimbo hili unakaa alikuja mama mmoja ambaye ni mke wa sheha wa zamani wa Tibirinzi hiyo ndio ilikuwa kura ya mwanzo watu wa CCM kura ya pili ilikuwa ni kura ya askari mmoja mstaafu mwanawe Tibirinzi kura ya ishirini na sita hiyo ilikuwa ndio kura ya CCM inamaana mpaka dakika hiyo kuna 24 kwa mbili Mwheshimiwa, kilichofuata katika folen ya pale ni orodha ya CCM ambao ni askari wa vikosi waliokuja mpanga fallen, jumla yao walikuwa ni 13, mmoda baada ya mwengine wamefuatana watu 13. Kama wakala, wajibu wangu nilichokifanya ni kuanza kutoa maelezo kwa pio kwa sababu analetwa mtu, sura yake Saidi Muhamedi Saidi, ni kijana wa umri wa miaka 18 mpaka ishirini, lakini wallahi cha kusikitisha, marehemu baba yangu alikuwa kijana. Ni mzee amekomaa, zaidi ya kukomaa. Kumuuliza pio, hivi umri unaanza uzeeni, mtu akaja utotoni? Sura ni ya mzee aliyekomaa, mtoto ana miaka 18. Swala lililofuata pio, ukimweleza swala a kuambia si kazi yako sasa, kazi yangu nini? Mi hungu hiki kituturi kuja kuangalia watu wa kwanza. Ikawa hivyo, wa pili mheshimiwa, wa tatu, mimi nikasema hili haliwezekani. Waliokuwepo watu watibirinzi, katika kituturi changu. Nafikiri nafikiri mumo na mlishuhudia nilichokifanya hapa, hili haliwezekani. Wakaletwa askari watatu, kwamba wajanitoe nikaitwa toka nje, unafanya vurugu. Nikauliza, vurugu langu ni lipi? Unazuia watu wasipige kura kwa utulifu? Nikamuuliza askari aliokuja na nyota tatu, mwana mama hawa wote hawa wewe wawajua? Sisi watu watibirinzi twasema hawa hawakai katika shehia yetu. Lakini chengine kinachofuata mkata kura anatoa kura mbili mbili mpaka tatu kwa vijana wale, ikafika hatua tunakamatiana kitabu, yeye anavuta na mimi navuta, utakata sikati. Utakata sikati sikati. Lakini cha kuonyesha kwamba Mungu hamfichi mnafiki na siku zote ukisimama na haki na kuja kwako miongoni mwetu ndugu yangu mtoto wa mjomba wangu Muhammad Sleman Bedui, anayemjua Tibirinzi, anaye mwanae ndo Ahmada, alikwenda kituturi kapua kura kumi akapewa kura kumi mwakilishi mbili diwani mbili mbunge na rais wote kwa jumla, kwenda kwenye kituturi. Yule kijana akarudi, akaja akamwambia vioo kwamba bwana, umenipa kura nyingi askari wako pale. Nikamwambia Mungu hamfichi mnafiki. Huyu nani? Huyu hataki dhulma, amerudi Muislamu wa kweli, mwangalieni. Wakafedheheka askari wakatoka, mheshimiwa, wakarudi katika maeneo yao kuendelea na usikivu, mgombea wa udiwani Msaba alikuwepo. Baada ya vurugu kwa jingi, akanambia tulia, acha zoezi liendelee. Tukaendelea kutii amri ya viongozi, zoezi likaendelea, lakini mheshimiwa, mimi nilishindwa kuendelea, nikampisha wakala mwingine, kwa sababu nilimwambia, kwa hali ilivyo, siwezi kukaa tena humu ndani kwa sababu ni uchafu uliokithiri, na haya ndiyo yaliokithiri katika ma... sheha naibu sheha wao walikuwa ni mwakala wa kuleta watu kuingiza ndani wapige kura, wanatolewa huku wakiingizwa huku. Saleh Abrahman bin Juma, wengine wanapenda kunita Sheikh Saleh, lakini sifa tu. <laughs> mheshimiwa mwenyekiti, nasema nianze mwenye moja kwa moja na mada au lengo tulilokusudia hapa. Nataka niende na uchaguzi au uchaguzi wa tarehe 28 wenyewe wanaita uchaguzi wa mapema. Uchaguzi huu ulifanyika katika kituo cha kupiga kura Kujini. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, ilituletea orodha ya watu 1321 ambao walikuwa ni wapiga kura ya mapema, jambo ambalo mimi siamini kwamba tunayo idadi kubwa kama hiyo ya watu wenye sifa za upigaji kura wa mapema. Kilichoshuhudiwa kituoni, kituo kilifunguliwa mapema saa moja asubuhi, tayari kituo kilikuwa kiwazi, lakini walioingia pale walikuwa ni makada na vijana wa CCM waliovalishwa makoti kwa ajili ya kupiga kura. Kama haitoshi kutoka ufunguzi wa kituo, mawakala wetu walilazimishwa kubakia nje kwa sababu barua walizopewa zilikuwa hazina muhuri wa tume. Kwa hivyo zoezi lilianza pasina kuwa na wakala katika kituturi cha kupigia kura. Hali ikiendelea hivyo na kwa kuwa idadi ya walioletwa kuja kupiga kura pale haiendani na idadi iliyomo katika orodha, matokeo yake walikuwa wanazungushwa wale, wale kutoka kituturi kimoja kwenda kituturi cha pili kupiga kura. Baada ya muda wa kufuka kituo kufika, kama agizo lilivyotolewa na chama, mawakala walidai kuhisabiwa kwa kura, jambo ambalo walikataliwa katakata Wakadai kuweka lakiri katika visanduku vya kupiga kura, hali kadhalika nalo likakataliwa vile vile, na wakaamuriwa kama wanataka kuweka lakiri waweke lakiri katika mifuko, jambo ambalo mi niseme hata mtoto mdogo haliingia akilini, na hatimaye masanduku yakaondoka pasi na kuhesabiwa kura yoyote. Hii ilikuwa ni tarehe 28. Asubuhi ya tarehe 29 baadhi ya vituo mawakala wetu walipofika, kura za ishirini na nane zilikushafunguliwa na kusasamurwa. Naomba msamehe kwa kauli hiyo, kura za tarehe ishirini na nane zilikushafunguliwa. Kwa hivyo vile vile hawakupata kushuhudia kilichokuwemo katika sanduku la kupiga kura. 29 hiyo tukaenda na zoezi la pamoja zoezi la pamoja lilikwenda niseme kwa ubaya zaidi ya lile la 28. 29, vituo hali kadhalika vilifungulwa mapema mawakala wetu wakawamo vituoni, lakini mawakala eh, walizuiliwa kuingia na kitu chochote kinachoweza kuwasaidia wao kuhifadhi kumbukumbu kumbu, kama vile kalamu, simu au daftari wao waliingia kama ni watazamaji. Walichokabidhiwa ni orodha ya wapiga kura, orodha ambayo imebeba maskendo madude yasiyofahamika, yasiyoingia akilini. Kama msemaji wa awali alivyotangulia kusema, alikuwa anakuja mtu kupiga kura, anataja jina, mnaliona kwenye daftari la kupiga kura lakini mawakala wakimwangalia, hawajui huyu anatoka katika eneo gani la shehia. Na ukiangalia sura ya mpiga kura aliyekuja haiendani na picha iliyoko kwa maana ya umri, ama umepanda au umeshuka. Daftari linaonyesha umri mdogo, mpiga kura umri mkubwa. Daftari linaonyesha umri mkubwa, mpiga kura ni umri mdogo lakini yumo katika daftari na wakihoji kwamba huyu hajulikana, madamu amesajiliwa katika daftari, huna haki ya kumzuia sisi, atapiga kura, na kweli walipiga kura. Lakini kama haitoshi, baada ya sala ya dhuhuri, kitahanani kiliendelea kuonekana katika vituo vya jimbo la Chonga, tukianzia na kituo cha Ngomeni. Hichi ni kituo kidogo chenye wapiga kura wachache baada ya kutoka swala ya dhuhuri, nikapokea taarifa kwamba kituo cha Ngomeni wamepelekwa mapandikizi daina mbili kwa ajili ya kwenda kupiga kura, na bahati mbaya zaidi zilikuwa zinaskotiwa na magari ya vikosi, wanaskotiwa kupelekwa, lakini pia wanaskotiwa katika muda wa zoezi, na wakimaliza zoezi gari za vikosi zina odoka kwa hivyo, wakapiga kura Ngomeni. Nikatoa tahadhari katika kituo cha Mgelema. Pia nikapata taarifa kwamba hao watu hivi sasa wapo kwenye foleni na wanapiga kura vile vile Mgelema. Ho, kama haitoshi, majira saa tisa au saa nane na nusu kama hivi, nilikuwepo chenye Mjawili, nikashuhudia daina kutoka Kilindi ikaja na watu kupiga kura katika kituo cha Chenyamjawiri ambao si wapiga kura wa kituo cha Chenyamjawiri. Kabla sijaondoka, ikaingia minibasi vile vile ikaleta wapiga kura waliokuwa si wapiga kura wa kituo cha Chenyamjawiri. Hali hii ilifanyika takriban vituo vi, vituo vyote vya jimbo la Chonga ukiacha, kwa mujibu wa taarifa nilizopokea na mawakala wangu, kituo cha Mabaoni na kituo cha Kujini Kuvini, kwa mujibu wa wasaidizi wangu katika matawi, kuna jengo la mahakama linalojengwa. Uh, Mabaoni hapa palikuwa ni kiota cha kuzalishia, cha kuzalishia mapandikizi. Mapandikizi yalikusanywa hapo na yalikuwa yanachukuliwa kutembezwa sehemu baada ya sehemu kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, tulienda na uhesabuji kura. Kituo cha Pujini kura zilihesabiwa kishagala bagla, na hakuna fomu iliyotoka. Kituo cha Mgelema kura hazikuhesabiwa kabisa, na kwa kwa usafiri ulichelewa kufuatwa watu wa Mgelema hata baada ya kushapiga kura muda wa kawaida. Taarifa ndizo nazo kwamba waliendelea kupiga kura ndani ya kituo kile pamoja na kituo kwamba kimefungwa tayari. Kipapo walikosa fomu za matokeo vile vile hii, mheshimiwa, kimuhtasar ndio hali ilivyotokea ndani ya, ya jimbo la Chonga.